Angalia, watu walikuwa wameamua kukaa ndani, wakawa wanafuatwa tarehe thelathini na moja thelathini wanapigwa risasi, watu wanaenda kuwindwa kijiji. Mfano, nimekwambia kijiji kinaitwa Ndaga nani, Mbea kule, ukaulizie huko, toto ameenda kukuta vijana wako watatu ndani ya nyumba, wakapigwa risasi wote watatu ndani ya nyumba. Kwani usiwakamata wafunge kamba, eh? Sasa kusema watu wasitoke, ilikuwa kama kudhibiti wasiendelee kuwawa wasiendelee na uharibifu, tungeona lakini tulishangaa pia watu wame- watu wamekaa ndani wanauawa mamitaani huko tena nyinyi. Tulijiuliza sasa, ilikuwa na maana gani kuambia watu wakae ndani afu mauaji yanaendelea? Lakini hivyo tunaachia vyombo vya usalama, nadhani vina mbinu zao. E, katika hali ambapo watu wamepoteza maisha wengi kiasi hicho, nadhani mmeona maiti zilizokuwa kwenye mochwari mbalimbali Sio kama mnaelewa, kwamba kanisa Katoliki tuna vituo tuna huduma unaanzia dispensary mpaka hospitali zaidi ya 400. Sio kama mnaelewa nchi hii. Kwa hiyo hayo yaliyotokea sijui Mwananyamala yaliyotokea na sisi tunaayo, uzoefu tunao wa kutosha kueleza kwenye hospitali yetu hali ilikuwaje, tulikuwa na maiti ngapi. Ilikuwa hivyo hivyo ulivyoiona huko kuliko mochwari zilijaa, eh mochwari zilijaa. Tulipokuwa na hospitali yetu pale zilijaa, walipopeleka maiti zilijaa. Takwimu waturuzi kuhesabu kwa sababu anaye hesabu ni mm. Baya, hapua, maiti walichukuliwa. A, ni, ni, ni swala zuri, ni swali zuri sana. Kuna swala na tuna, mahali tulikataa kutoa maiti wakati usio wa kwake. Tulikataa kutoa maiti mahali fulani ambapo ndugu hawajapatikana bado mm. So unaambiwa toeni maiti ambazo hazijafahamu hazijatambulika. Sasa tutoaje maiti wakati watu wako kwenye shutdown? E, kuna watu kuambiwa msitoke. Sasa watu watatokaje kuja kutambua? Alafu unajua tena kama vijana wa sasa, Dar es Salaam ina watu milioni sita, lakini ukitafuta wakazi halisi waliozaliwa hapa huenda wafiki milioni tatu. Sasa hiyo milioni tatu nyingine si wametoka mbali huko. Sasa ndugu zao wengine hawa watajuaje kwamba ah, oh, tunachukua ndugu yetu, tunampigia simu hapatikani, hebu fanya sija kwa wakati wale waliouawa na nini na nini, nini. Eh, kuna mali tulikataa, nimewapa mfano ambapo namwambia anaenda polisi anasema sitaki, msiwatibu hawa, tunataka kuona mochwari hawa, hatutaki kuona hapa kwenye wodi, tulikataa. Ila tulipokataa waliheshimu. Kwa hiyo sisi tutaendelea kueleza ukweli sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi wenyewe ni wahanga kama kanisa. Sasa hivi uko mkakati wa kuteka, nimekwambia tangu Agasti tulishapewa warning, nadhani hata juzi mliona warning eh? Rais wa baraza akaye makini anawindwa, atapotezwa atafanywa nini eh, ilitokea juzi kwenye social media. Hatupuuzi hata mimi, maamuzi haya yalifanywa Novemba ni wawe, nikapelekewa taarifa Desemba nikaja kushughulikiwa Aprili na huenda inaendelea, lakini sio hiyo tu. Ametekwa padri Mafinga, unasikia eh? Wanasema huyu padri ana matatizo haya na haya, baadaye nageuka padri alijiteka. Lakini padri ametoka benki, ameingia kwenye gari, baadaye ameingia kwenye gari na watu wengine, wakiingia kwenye gari, yakaendelea yaliyoendelea, baadaye yuko mahabusu padi ni kata wa pili, tarehe ishirini na sita juzi Jumatano iliyopita, mtakaji mwanafunzi wa utawa wa usista ametekwa Mwanza, tunavyoongea sasa hivi, juzi Jumatano tarehe ishirini na sita juzi, leo tarehe moja siku nne zilizopita. Sasa tunapoongea vitu kama hivi kusema kwamba labda E, serikali imeweka mikakati ya kukomesha hili, na kanisa mnadhani, sisi kazi yetu, tusikilizwe tusisikilizwe, tutaongea, ila yasipofanyiwa kazi nyinyi wananchi mtajua, wala viongozi wetu wa kiroho walitutahadharisha. Na sisi tunaamini kwenye mazungumzano, na mazungumzano yanaanza na ukweli. Bila ukweli, hakuna mazungumzano hakuna kuda afu, wewe viongozi wa dini au yani, mtu mtu ambaye ana roho nzuri, hata nyinyi, mtu mwenye roho nzuri hamwezi kuongea kitu cha maana kwa kudanganyana. Lazima kubezi kwenye ukweli, bila ukweli hamwezi kuongea kitu cha maana, na sio kuwahiana kusema wewe nitamtiki, nitunge swali hili, then nitamtisha nitafanya hivi, hapana.